Kibuyu cha asili kinakupa hadithi popote ulipo. Kibuyu cha asili, chemchem ya hadithi za mababu na mashujaa. Eh, kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, kibuyu, kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili. Hiki ni kibuyu, kibuyu cha asili kinasafiri katika miji na mikoa yote hapa nchini Tanzania tunaenda kuzungumza na wadau na wenyeji wa makazi ya mji huu. Historia za mababu zetu, kulikuwa kuna mateso mateso mengi sana mababu zetu kutokea Tabora, Kigoma, Kongo walikuwa wanafikishwa hapa na minyororo, wanapigwa viboko kama mbuzi wao. sasa ilikuwa ni mateso makubwa sana. Kwa hiyo walikuwa wanafungwa minyororo. So, data. nyororos yaani, mtu alikuwa anaangaliwa kama ni bidhaa mambuzi ama ng'ombe sokoni, unafungwa nyororo Unasukumwa, utake usitake, utafika mahali ambapo watu wanataka ufike. Mababu zetu wanatusimulia kwamba baadhi ya watumwa walifariki, wengine walipata ahueni ya kufika hapa wakiwa wazima, lakini uzima wao sio kwamba unafika buheri wa afya, huna machovu. Hapana, wanafika na maalama mengi sana wamecharazwa viboko. Kulikuwa ni changamoto kubwa sana kwa wale ambao wanafika hapa Nnabiwanno bwaga moyo hao ambao walikuwa wanachukua watu wa pwani. Hatusemi usafiri, tunasema vipando. Vipando ndio, no? Hii usafiri kwa nini pia ni jina hilo hilo, hilo? Maana ni sawa e, tunaweza tukasema bwana ni majina mawili tofauti, lakini maana e, maana ni sawa. Kwa ukisema usafiri ama kipando. Kwa mfano labda wewe umetoka labda Dar es Salaam kwa kutumia gari. Gari ni kipando. Yule ambaye anatumia mbuzi, e, farasi juu yako. Vyote ni vipando. Punda, vyote ni vipando. Ngamia, punda kwa ndio wanatumika sana kama vipando vya kwenda kuachukua mama hao mababu zetu na mabibi zetu kwenye vijiji vyao huko kwenye nchi jirani na nchi yetu hii ya Tanganyika miaka hiyo kabla haijulikana kama Tanzania. Mkuje kwenye maulidi ya kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo bwana, tulipofika hapa tumepokelewa kwa shangwe na furaha sana na wenyeji wetu pasipokuwa na buguza yoyote. Kitu ambacho kilikuwa kikubwa cha kusaplai watumwa yaani, lazima watue hapa ndio waendelee na misafara mingine Kilwa, Zanzibar, sehemu zote hizo ambazo zilikuwa zimetawaliwa na kwa hiyo Bagamoyo hapa mm. e, e, ndio e, ile dhana ya kusema mzee wangu ndio nowandio e, e, maana nakunyoshea kwa no sababu kidogo Eh, maneno mepesi mepesi. Kwa hiyo ina maana sasa He. ile Bagamoyo ina maana hapa ndo wanatoka sasa ndo kama kwenda labda nje. Nje sasa. Mm -hmm. Ah. Na hiyo wanapima wanaangalia huyu mtu ana ubavu kiasi gani. Ah, ana ubavu kiasi gani. Mm -hmm. Mm -hmm. Lakini mara nyingi walikuwa wanapigwa cheni hapa na tobolewa yani, anatobolewa yan Eh. Mababu wakati wa wakiuzwa lazima apigwe hapa d kasheramia hii mm -hmm. Mariinafanyika leo si ndio? mm -hmm hapa enzi ya mwalimu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatafuta uhuru, alikuja mpaka kwa Sheheramia. Nasema alienda kwa Sheramia, akaambiwa afunge sawa, akafunga saumu kwa ajili ya kuomba Waingereza, akisema kule kwa Waingereza asikilizwe, sijui unanielewa. Twende vizuri, anasema Nyerere katika hotuba yake ile anasema, nilikwenda kwa Sheramia nikaambiwa nifunge, lakini imefika saa kumi, kichwa kinaniuma, nikamwambia shehe kicho kinaniuma sana, naomba nikanitafutie nika, nika, nika, Aspro. Lakini Sheramia alimwambia tulia, Julius, paka baadaye tutakwenda kutafuta Aspro. Nyerere anasema mwenyewe, baadaye kama hivi magharibi saizi as dhana, anasema tukakaa tukafuturu kanywa uji tayari, ndivyo shiba Sheramia tukafturu kanywataya, aliniuliza akaniambia, Julius, unataka ile Aspro? Yeye mwenyewe Nyerere anacheka, akaanza kucheka, anasema Kumbe ile kicho kuuma ilikuwa ni njaa. <laughs> Sasa asasha aliniuliza, unataka tena ilada ya kushiba? Nikamwambia hapana. Oh, akawa sasa kwenye zake anacheka. Fuatilia hiyo hiyo, ipo kushaabaoator kubwa sana, ukiangalia a utumwa, lakini pia ina stori katika nchi yetu kupata uhuru, wakati Nyerere anatafuta uhuru na hii maliinafanyika leo. Kwasheamia kwa kwa ni marehemu bado, stori inaendelea kwamba pia na yeye sheheramia alikutoa mchango wake wa kumwombea dua sawa na kumwombea Mwenyezi Mungu Nyerere ili akachukue akapate uhuru kwa wepesi kule kwa Uingereza, na hilo liliwezekana, eh, Kibuyu. Bagamoyo ndio ulikuwa ni mlango wa kupitishiwa watumwa wanapotokea sehemu nyingine. Kupitia Zanzibar na kuelekea katika majazi kwenda hizo sehemu zinginezo. Kwa hiyo watumwa walikuwa wakitokea huko, wakifikishwa hapa Bagamoyo, huwa wanaambiwa katika ubwaga ya moyo, yaani kama ubwa, yaani upumzike sasa. Maana yake ukibwaga ya moyo, maana yake pumzika kwa amani. Sasa bwaga ya moyo wako, umeona? Sasa wazungu wa wao kuto kuweza kuita hiyo bwaga ya moyo ikawa mnaunganisha Bagamoyo, lakini asili ya jina ni Bwagamoyo kwa sababu hiyo historia ya miji, vijiji, misitu na vichochoro oh. Kaole ni eneo la kihistoria liliyopo Bagamoyo. Mji huu umebomoka lakini richa ya kubomoka yeah. Kuna makaburi ya watu mbalimbali waliotoweka miaka hiyo kuna kisima cha ajabu, kisima ambacho akikauki maji yake muda wote yapo, maji yake ni matamu sana. Unaweza ukatatua shida zako za aina mbalimbali katika kisima hiki cha ajabu. Kuna vitu vingi sana vya kuweza kujifunza katika mji wa Bagamoyo, hususan mazingira mazuri. Kuna misikiti ya wakoloni, kuna masalia ya samaki, kuangalia mazingira ya eneo la Kaole, masalia yaliyobakia. Kuna mbuyu ambao unaweza ukaelezea shida zako kwa imani mbalimbali, na pia unaweza ukatatua matatizo yako katika huo mbuyu. Watu wengi wanafika hapa na wanaweza kujumuika, na vilevile wanatatua matatizo yao kupitia mbuyu. Kuna vitu vingi sana pa kujifunza, mtazamaji, kwa sababu Kibuyu cha Asili kimekuja kwa ajili ya kuwapatia watu vitu ambavyo wasivyovijua. Na hapa nilipo, unaona haya mazingira yaliyokuwepo hapa ni mazingira ya zamani sana mona misikiti kabla mji huo haujabomoka hapa kulikuwa na mazingira mazuri sana. Bandari kulikuwa pale, kuna bandari ipo, bandari ya wakoloni ilikuwa iko pale. Lakini kipindi hicho pia hawa wadau wanasema kwamba uh, walikuwa wanasafiri e, wanasafiri bila amani yoyote e, lakini mwisho wa siku wanajikuta wako hapa, wengine wakawa wako visiwani Zanzibar. Kwa hiyo mazingira ni haya, ni mazingira tulivu sana kabisa. Kikubwa tu niwaambie Nawashukuru sana wadau ambao mnatufuatilia katika chaneli zetu mbalimbali. Njoni tusafiri pamoja, tuguse maisha ya watu asili na sauti za kale. shukuru cha mbusok Okay, niwatakie tutazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kwa udhamini mkubwa wa Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu. Historia ya miji, vijiji, misitu na vichochoro.